Habari zenu wote, mimi ni Dkt. Jasmine Rath, daktari bingwa wa uzazi na magonjwa ya wanawake na daktari wa upasuaji wa laparoskopi katika hospitali ya Apollo, Jubilee Hills, Hyderabad. Leo, nitazungumzia kuhusu dalili za uchungu wa kweli wa kujifungua. Na kwa kupitia dalili hizi, unaweza kufika hospitalini. Kila mtu anajua kwamba kawaida uchungu wa kujifungua huanza wiki ya 37 ya ujauzito au miezi tisa ya ujauzito, lakini wakati mwingine unaweza kuanza mapema pia, na hiyo inaitwa uchungu wa kujifungua kabla ya wakati, preterm labor. Hizi ndizo dalili za onyo ambapo unapaswa kwenda au kuwasiliana na mtoa huduma wako wa afya mara tu unapozipata. Dalili ya kwanza kwa kawaida ni kukaza kwa tumbo au maumivu ya tumbo pamoja na maumivu ya mgongo. Ya pili unaweza kupata maji yanatoka au kuvuja kwa maji. Hii inamaanisha kwamba maji ya amniotiki yanaweza kutoka. Ya tatu ni kutokwa na damu. Hivyo kutokwa na damu kunaweza kuwa ni ute wenye damu au ute wa kahawia na kuchanganyika na mekoniamu, au inaweza kuwa damu nyingi inatoka moja kwa moja. Na dalili nyingine, mara nyingi unaweza kuhisi kichefuchefu na kutapika, na maumivu utakayopata yanaweza kudumu kwa muda mrefu, kama dakika tano hadi kumi, na kutakuwa na pengo kati ya maumivu hayo. Hivyo, kila unapopata dalili hizi, ni lazima uende hospitalini. Asante.